Kwamba wale watu walidhani kwa masingeli ni uhuni ama ni kinyume cha maadili ya Mtanzania. Tunataka kurejesha sasa uwe ni utamaduni wa Mtanzania, huu ndo mziki wa kwetu, sio mimi. Ni mshukuru sana mgeni rasmi kama nilivyosema, ni na nimkaribishe uh, ndugu yetu ambaye atatufundisha somo fupi sana la ujasiriamali mali. Tunachokifanya ni ujasiriamali mali. Ujasiria mali sio lazima uchukue nyanya ama ukafungue duka ama ukachukue vitu weke ya komu mali, unaanza na wewe maada ya msingi. Pointi yangu ya kwanza nataka kusema kwamba jambo lolote mtu nliany jambo lolote mtu anaolifanya kuna lengo wanakuwa nayo sawa. Hawezi kusema tu mimi naimba muziki kwa sababu naimba haiwezekani, si ndio? Kwa yoyote ambaye anafanya kitu ama shughuli au mambo anakuwa na lengo mahsusi analifanya. Kwa hiyo, maana yake ni wewe ambaye ya leo unasema naimba singeli, cha msingi kabla hujaanza kusema naimba singeli, ina maana una lengo ambalo unataka ulitimize, kuna sehemu unataka ufike, kuna mwisho unataka ufike, kuna namna ambavyo unataka Sa, amba amba, watu wakufahamu. Sawa? Kama tulivyokuwa unasema wazangu hapa kwamba tayari watu wana perception ama wana mawazo kwamba mziki wetu ni wa kiuni, si ndio? Kwa sisi ambao tunafanya huo mziki, imani yetu inatuambiaje? Kwa sababu mtu anaweza kwambia wewe ni muuni, lakini lengo lako hasa linakwambia wewe ni nani? Sio? Kwa maana yangu ni kwamba shughuli yoyote inakuwa ina faida mbele yake. Lakini mziki, mziki sasa hivi ni biashara, yaani huo ndio nafasi yangu. Nakuja kusema mziki ni nini? Biashara. Ni biashara, biashara, kwa maana ni kitu unafanya unapata faida Sawa, inawezekana hapo ulipo una kazi una mchongo si ndio? Kwao, unasema mziki, mimi ndio kitu ambacho kinataka kunitoa pale nilipo mtaani, nifike sehemu, familia yangu, mimi mwenyewe na jamii kwa ujumla vifahamu kwamba mimi ni nani, nafanya nini, na yale machungu na makali ya maisha ni ya kate kwa kwanza. Lakini lazima uangalie huu mziki nao nao ni mpana pia kwa sifa ya kwanza nasema pia ujue maana ya haya mambo kwamba mwanamuziki ni nani, sanaa ni nini, msanii ni nani, mwanamuziki ni nani. Hayo yote ni majukumu yako wewe ambaye ya unataka kufanya. La kwa kwanza kabisa. Kwanza unatakiwa uone mtazamo chanya. Sawa, tayari watu wameshakusema kwamba huu muziki wa kiuni, wewe mwenyewe labda appearance yako inaonekana za kiuni, maneno yako. Kwa maana yako kwanza lazima uone mtazamo chanya kwa maana ulete athari chanya katika jamii kwa kupitia muziki wako. Lakini chochote unachokifanya we ndio mtu wa kwanza kuamini, si ndio? Yaani sisi wengine wasikilizaji ni watu tu ambao wewe ndio unatushawishi. Kwa wewe ukiwa unaamini unachokifanya, haukiwa huna mtazamo ambao unaamini kwamba hili nalolifanya litakuja kuniletea kitu fulani, lengo langu litatimia, hauwezi kufika. Na hiyo ndo alama pekee ya kukusukuma, kwa sababu hiyo ndo resource ama ni rasilimali pekee ambayo we unayo ya kukufanya, kusema ndio silaha yangu. Sawa, hiyo ni namba ngapi? Namba moja. Namba mbili, usikate tamaa. Nilikuwa nasema muziki ni safari ndefu sana, kuna watu leo wameimba, kuna wazee wetu Sikinde, Msondo si wapi wamesafiri sana, kumbuka muziki umetoka Uswahilini. Leo wadau hapa ndio wanaanza tena kukimbiza kuangalia, je, huku kwenye hii tunasema mainstream watauchukuliaje? Kwa sasa hivi kuna mapambano yanaendelea, we unaimba, lakini kuna watu wanakufungulia njia kwa ajili ya kile unachokiimba basi kipenye. Na uzuri katika mziki wetu wa singeli ni kwamba una alama, yani unaalama kwa maana una identity, una kitambulisho. Ni mziki ambao unaonekana kabisa ni mziki wetu sisi wa Tanzania, tofauti na mziki mingine. Kwa hiyo, hiyo ni kwanza ni nafasi ya kujivunia kwamba una kitu ambacho unadhani ni cha kipekee, kinaweza kukutambulisha nje kwamba wewe ni mtu fulani. Kwa hiyo huu mziki tayari, kwa maana hiyo, tamaa yako usikate tamaa, kwa sababu ni safari ni ndefu, ina milima, ina mabonde. Kitu kingine ambacho cha tatu, si ndio? Tengeneza timu, sawa. Biashara mziki ni mfumo, sawa. We ni mwimbaji tu, si ndio? Utahitaji DJ na mziki wetu lazima uwe na nani na DJ, lakini sio DJ tu, utahitaji meneja, sawa. Utahitaji mtu wa kufanya mambo yako unayofanya yaonekane, kwa maana ya si ndiyo? Hao ni watu ambao ndo timu yako. Leo tunamwona mtu kama Damon, kwenye nafasi yake ya Bongo Flavor. Ana timu kubwa kiasi kiasi gani, unaiona ile timu? Yale ndo njia pekee ya kwenda kufanikiwa. Sasa wewe unaweza ukaanza kwa sababu ndo unaanza, tengeneza timu ambazo zinawezekana kwa sababu uswahilini kwako si unaonao, si ndiyo? Amlipani, mnajua mnavyofanya, au sio? Anza nao wale wale ambao unaona na wenyewe wana vipaji katika sehemu fulani, washirikishe kwenye kipaji chako, sawa kingine kwenye mapato na matumizi, wewe kama mwanamziki kumbuka, mziki wetu una- umekuwa umejihusisha na starehe, si ndio? Ukifanya mziki ni kama unafanya starehe, si ndio? Kwa hiyo usipokuwa makini utajikuta unapata hela nyingi lakini kinachobaki hakuna. Na sifa ya mjasiriamali sio kiwango cha hela anayopata, ni kiwango cha hela anayobakisha. Sio unanielewa? Unaweza kuwa unapata milioni moja lakini matumizi yako ni laki tisa na hamsini. Unabakisha shilingi ngapi? Shilingi elfu hamsini, si ndio? Lakini kuna mtu anapata show ya laki tano lakini matumizi yake ni laki moja. Anabakisha shilingi ngapi? Nani ambaye unaona anasogea mbele? Sio kwa, sio kiwango ambacho wewe unadhani unakipata. Kwa leo tunaenda kuwa mastaa. Tutapata hela nyingi. Tutaona fursa nyingi. Zile fursa hakikisha unabakisha kitu. Narudia ni furahi sana kupata nafasi kuongea na nyinyi leo. Mimi nakaa mbali sana, kutoka hapa nilipo mpaka kwangu ninapokaa ni kilomita ishirini na tano kutoka hapa nilipo mpaka kwangu ninapokaa ni kilomita ishirini na tano Kwa hiyo nimeacha muda wangu, nikasema nije niongee na na wengine. Wengine tu tunaweza tukawa tunalingana, wengine ni vijana wangu lakini wanafanya mziki ambao hawajatambua kwamba ni mziki ambao utawapa pesa nyingi kuliko wanavyofikiria. Uh, katika maisha ya kawaida katika maisha ya kawaida, unaweza ukafanya jambo leo, lakini kesho ndio ukakumbuka kwamba kumbe lile jambo lilolifanya limeleta madhara au limeleta faida. Kwa hiyo ni mapema ujiandae namna gani unaweza kufanya hilo jambo. Nikitaka kuzungumzia mziki, <coughs> mziki ni sanaa ambayo ni watu wachache wanaoweza kuifanya, ni kitu ambacho kinatumia fikra nyingi, kwa sababu unatumia akili yako na ubongo wako kushawishi watu wakipende. Na wakupende wewe ushawishi mtu akufahamu wewe apende kazi yako na apende hata hao walio nyuma yako kwa sababu ukiharibu sasa hivi, ukuja, yani, sasa hivi, hivi hata hao wanaokuja hawatapendwa. Yaani ukiharibu sasa hivi. Hivi tunavyoongea singeli, uh, imechukua nafasi kubwa kweli kweli, yaani uwezi ukapita kwenye shughuli. Nikisema wale wenye shughuli singeli zipigwa, hii haijawa shughuli haijawa shughuli hata kidogo. Singeli zisipopigwa hakujaeleweka pale. Kwa hiyo kumbe, ni mziki ambao sasa unaweza ukachukua nafasi kubwa tukiufanyia kazi ukapita Bongo Flavor. Ni swala la kutambua ni nini unapaswa kufanya basi, ni kitu gani unapaswa kufanya kwa wakati gani, na kwa nani. Hilo jambo la muhimu sana la msingi kutambua ni... Niwape mfano, jana nilikuwa na ugeni ofisini kwangu uh... Kuna mtu ametoka Uingereza. Ni mwanamuziki ametoka Uingereza. Tumezungumza mambo mengi, na inawezekana kwa sababu alisema naye kaku kuangalia hiki ambacho tunaongea tuna na kusikiliza. Ameniambia Uingereza mziki unachangia pato la nchi paundi bilioni tatu, paundi bilioni tatu mziki tu bilioni tatu pauni ukikonveti na hela yetu utaweza kuona kwamba ni shilingi ngapi huwa ni mziki kwa hiyo kumbe serikali inaweza ikapata kiasi kikubwa kama sisi wenyewe tukijipanga ni swala la kujipanga tukaionyesha serikali kwamba sisi tunaweza na tunaomba tuwe pamoja hiki kitu tukifanye pamoja serikali iko tayari na ndio maana sisi sote tuko hapa kwa hiyo niende moja kwa moja kwenye maadili. Uh, nimekuwa napata changamoto uh, na hili iajai wahi kuniita ofisini kwake tukaongea. Nimekuwa napata changamoto sana sana hasa hasa kwenye swala la maadili, tukizingatia mavazi, tukizingatia lua tukizingatia uchezaji wetu, tukizingatia sisi wenyewe tulivyo, imekuwa natata changamoto changamoto, zaidi imekuwa inaenda zaidi kwenye vyombo vya habari. Lazima niseme wazi, na hili niliongea kwa na kamaje, inanisikitisha kusikia au kuona kwenye television kusikia redioni au kuona kwenye television, wimbo ambao unaona mwenyewe ukuusikiliza una ukakasi, uweze ukausikiliza akiwepo baba na mama na wewe mwenyewe, akiwepo mtoto wako, dada yako au binamu yako, kuusikiliza na ukutizama. Sababu so, sisi tunaweza tukafanya sasa hivi, lakini kumbe kizazi kijacho kinaweza kikawa kibaya zaidi inalisema hili kwa sababu sisi ni matokeo ya kizazi kilichopita, na maana kuna vitu vingine ambavyo vilifanywa vikaachiwa huru, ndio maana tukafikia hapo tulipotaka kwenda. Lakini bahati nzuri, naona kama tunaanza kurudi nyuma, na hii inatokana kwamba tunaanza kufahamu kwamba kesho kuna kesho nyingine, kesho kuna kesho nyingine. Kwa maana kwamba ninachokifanya sasa hivi mtoto wangu anaweza kunishtaki kesho, akaniuliza: baba, kwa nini ulikuwa unafanya hivi? Sawa so, uh, kuna wengine wanaweza kusema, ilifikia hatua kuna baadhi ya nyimbo Baraza la Sanaa la Taifa likawa linakufungia, lakini ilikuwa inatokana kwamba Baraza la Sanaa sio polisi, kwamba uh, kile walichokifanya wanakamata? Hapana, sio hivyo. Tunakuita, tunaongea na wewe, tunakuuliza kwa nini umefanya kitu hiki, utuambie alafu tunashauriana, tuna uh, wewe je, nadhani ukiona kitu hichi na baba yako na mama yako na wewe mwenyewe na dada zako wakiwepo, unaweza ukakiona. Sasa unaweza ukafuatilia uka, uka, ukaona kwamba huyu mtu anayefanya mziki huu amezaliwa peke yake, na pengine uh, baba na mama wameshaondoka, amebaki huyu, ameshaona kwamba hana haja ya kufanya hicho anachokifanya kwa sababu yani, haogopi kwa sababu hayupo mtu ambaye anaweza kuhisi kwamba atamuonea aibu, kumbe hajui kwamba hata yeye mwenyewe anapaswa kujionea aibu.